Pwani ni kwamba wakazi wa kijiji cha Kiunga kaunti ya Lamu wanahofia usalama wao kufuatia misururu ya visa vya utekaji nyara. Naam, wakazi hao ambao walifanya maandamano kulalamikia hali hiyo wanasema kwamba watu waliojifunika nyuso huwavamia na kutoweka na jamaa zao. Naam, wakazi hao wanataka idara ya usalama kuwajibika na watu waliotoweka kurejeshwa nyumbani. Naam, Crispin Otieno na taarifa hiyo <todakana> Kijiji cha Kiunga katika mpaka wa taifa la Kenya na Somalia kilichemka. Wakazi walijimwaya barabarani kuonyesha kuchoshwa kwao na mambo yanavyoendelea. Ukosefu wa usalama umewakosesha amani. Ah, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Kila mmoja amebeba picha ya jamaa yake aliyetekwa nyara na watu wasiojulikana ambao hutumia barabara hii kuvamia wakazi. Wanangu alichukuliwa tarehe kumi mwezi uliopita, mwezi wa tena, anaitwa Ismail Baro Nunu, na hadi sasa sijui mahali aliko. Watoto wanatusumbua kwa nyumba, tuwezi lala. Mtoto sasa anakuambia babangu yuko, baba amekuja, nawambia baba amesafiri nimetishiwa maisha kutoka huko mahali ambapo watu wanaenda na hatujui ni wapi, ya kwamba mimi ni hame hapa Kiunga, ama wataniua nyumba hii, ikiwa mojawapo ya maeneo kadhaa ambayo yameshuhudia uharibifu mkubwa wakati wa visa vya watu kutekwa nyara. Wananchi wa Kiunga, tumepewa takwimu hapa, karibu watu kumi wameweza kuchukuliwa ile tunaita enforced disappearance. na mwaka huu wa tatu hivi juzi wameweza kuchukuliwa na hapa kuna kambi za jeshi, kuna askari. Hali hiyo imesababisha shughuli za kibiashara, usafiri na hata huduma muhimu kuathirika pakubwa, kwani wakazi wengi wanaishi kwa kuhofia maisha yao. Ukiamua kuchukua watu, basi chukueni wale watu, mkituambia sisi kwamba hawa wana sababu fulani wamechukuliwa, ili tusiwashuku nyinyi kwamba wale wana shida, ndio maana mkawachukua. Lakini mwawachukua watu mwapoteza, hatujui mahali gani waenda. Wachache waliorudi wakiwa katika hali mbaya kiafya. kufikia sasa Wakazi wanasubiri maafisa wa usalama kuwajibikia mambo na wapendwa wao kurejeshwa. Crispino Tieno, runinga ya Citizen. <tipa>